Jua Haki Zako na Benson Wakoli. Msikilizaji, hujambo na karibu kwenye makala leo ya jua haki zako, makala ambayo siku zote kuelimisha kuhusu haki zako tena za kimsingi. Kwenye makala leo msikilizaji, tunajadili na kuzama kuangazia haki ya Waafrika wanaokimbilia wa mataifa ya ugaibuni kutafuta ajira. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International katika ripoti yake hivi punde limesema wafanyakazi wa nyumbani wanaotafuta ajira nchini Saudi Arabia wameripotiwa kupitia madhila mengi tu ikiwemo kufungwa jela, ubaguzi wa rangi, kubakwa na hata kuuawa. Katika ripoti hiyo Amnesty International imetuhumu serikali ya Kenya, ambayo ni moja mataifa ya mataifa yanayotuma raia wake kwenda kutafuta ajira nchini Saudi Arabia, kwa kusalia kimya licha ya ukiukaji huu wa haki za binadamu unaotekelezwa na mataifa mengi ya ughaibuni, wakati huu nao wa Saudi Arabia ikitangaza uh, kuanzisha sheria ya kuwalinda wafanyakazi wa mataifa ya kigeni. Kwenye makala haya msikilizaji, mimi Benson Wakoli na inashirikiana mwenzangu Diana Wanyonyi, ambaye amezungumza na wadau mbalimbali kuhusu vitendo hivi vinavyofanyiwa wafanyakazi wa nyumbani katika mataifa ya ughaibuni. Diana Wanyonyi yuko kule jijini Mombasa nchini Kenya. na msikilizaji moja kwa moja basi, na mwache usukani mwenzangu Deana Wanyonyi. Hizo ni sauti ya wanawake waliohudhuria mkutano kuhusu haki zao za kimsingi katika ukumbi mmoja hapa mjini Mombasa. Ingawa wanaonekana wenye furaha, vifuani wana makovu yasiyoweza kufutika kufuatia dhuluma walizozipitia katika mataifa ya kiarabu wakifanya kazi za nyumbani. Agnes, jina lake si halali, ni mwanamke aliyekwenda Saudia miaka kadhaa zilizopita. Alirudishwa nchini baada ya kuteswa na kudhulumiwa na mwajiri wake. Tukaja tulikuwa kama wasichana kama grup ya wasichana ishirini, tulikuwa tumebukiwa basi, kutoka hapa ambayo likuwa twasafiri tuenda Nairobi. Sasa kufika hapo Nairobi, agent amekuwa mkali, katupeleka sehemu hivi, alitulaza chini, alikuwa hakuna matandiko hakuna kitanda. Alitoka akatufungia kwa nja karaia, tungoje atatupeleka airport usiku, akatukujia tulipofika airport ilikuwa hatujaona kontrakti yetu huko huko, ndo likuwa tumepewa kontrakti hapo hapo, ndo tukakabidhiwa passport zetu, tukaingia pewa ile boarding pass, unajua unaenda nchi gani. Ndege yetu ikafika hiyo ya kwenda Saudia, maanake mimi nilikuwa naenda nchi yaitwa Saudia, mahali kwaitwa Damam. Tulipofika hapo Damam nikachukuliwa na bosi wangu, alikuwa ni mwanamume, akapewa pasipoti yangu. Sasa tulipofika kwa nyumba, nikaambiwa niweke mizigo yangu hapo nje, katupiwa zile uniform zao za kuvaa za wafanyikazi. kazi Nikaambiwa nibadilishe, ndo niingie ndani, nikaanza kazi mimi kazi unafanya hata huoni dalili ya kula. Mara wale watoto wake wanaanza kukupiga. Mtoto wake wa kiume badala aende msalani, eh, anakuja anatoa ule uume wake na anakukojolea hapo hapo. Ukienda ukimwambia ule mama wa nyumba anaanza kukuitaita majina ya Kiarabu, hata huelewi ni majina gani. Miezi mitatu imepita sina nguvu maanake kula uli. Ule mama akienda akisahau kufunga friji ndio mimi niibe kama ni mkate ama ni mayai yako pale, mimi ni karange nipike nile kwenye choo, manake pia hawezi kuruhusu. Akija akikupata walapo familia nzima watakupiga. Ukawa ni asubuhi, nikamwambia ule baba ah, mi mali imefika, mkuwa naomba kama mnaweza nipeleka ofisini, akaniambia ngoja hapo. Akaenda akaleta ndugi zake wawili wa kiume, wakawa wanaongea karibu, mi sikuelewa wanaongea nini. Sasa ule mwingine nkaona amenishika mkono ule mwingine amenishika mkono huku, alafu ule baba akaja aka aka kwa nyuma akanigonga huku nyuma, nikaanguka. Ilikuwa nimevaa ile unifomu yangu ya kazi, akairarua huku kwa nyuma, alafu akaanza kunisodo maizi. Ule baba wa nyuma alipomaliza, sasa nilivumilia, maanake nilijua hapa niking'ang'ana nao si kwetu, na nilikuwa nishasikia stori kitambo, ndo nikaanza kupata ile panic attack kwa watu wa wanauliwa Nilipomaliza hapo mimi nikapanda juu, wakanifukuza, wakaniambia kelb toka toka na Kiarabu, yani wakaniita mbwa. Kuna msichana wake mmoja alikuwa akinipenda sana, nikachukua ile simu yake siku hiyo alikuwa amejisahau, mimi nikarekodi video haraka, nikalogin to Facebook, nikapload video, nikasema mtu yeyote atapata hii video atafute msaada haraka iwezekanavyo maanake siko pali pazuri. Watu wenye nilikuwa nao katika grupu ya youth kanisani kitambo maanake mimi nililelewa na church kama mtoto yatima wakapata hiyo video ndo wakanipigania agent wakaambiwa waje wanifote kwa hiyo nyumba na wanirudishe nikiwa in one piece wanawake wengine niliozungumza nao wamesema mazingira ya kazi katika mataifa hayo yalikuwa mabaya kwa majina naitwa mwanamwisho matano nilienda saudia 2016 kwanza nilikuwa wale watoto wananiogopa mimi ni mweusi kweli mimi nilifanya kazi three months si kulipo hata shilingi na nikagonjeka. Hizo hizo ndani ya three months nikagonjeka, nikaregeshwa kwa ofisi, na kwa ofisi nao waliamua kunipeleka hospitali, lakini pia nao hawakunipatia pesa, wakiniambia hospitali ini pesa yangu imesimamia matibabu. Kwa hiyo nilitoka kule nikiwa sina hata shida. Musa Hassan ni mmiliki wa kampuni ya mawakala kutoka Kenya inayopeleka wanawake kufanya kazi ya nyumbani nchini Saudi Arabia. Shida inatokezea, msichana unatoka hapa unakubali mshahara wa mia nane. Kule kuna wasichana ambao wametoroka kwa matajiri zao, ambao ukitoroka kwa tajiri, ushatoka kwenye ile system yao, hawakusimamii hospitali, hawakusimamii tiketi, na wao wenyewe wanakuripoti kwa foreign affair yao kule. Mi naweza nikakwambia ni wasichana wamejenga Malindi, Mombasa, Kakamega. Mimi nimepelekwa kwa system nzuri na system ambayo haina udanganyifu. Ukienda kisawasawa kwa tajiri, ukija kwa ofisi umelalamika, wabadilishwa tajiri ama haiwezekani utoke ukimbie polisi. Jua haki zako. na Benson Wakoli Iwapo msikilizaji, ndipo unafungulia redio yako, makala hewani ni jua kizako, ndani ya idhaa ya Kiswahili ya redio France International. Tunaangazia matatizo wanayopitia wafanyakazi wa nyumbani kwenye mataifa ya ughaibuni. Mwenzangu Diana Wanyonyi alikuwa amezungumuzwa na wadau mbalimbali mbali, na hapa anaendelea. Zainab Kombo, afisa kutoka shirika la Amnesty na aliye pia wakili, amesema wakati imefika kwa serikali ya Kenya kuweka sheria madhubuti ya kuwalinda raia wake ili kuhakikisha hawanyanyaswi ripoti hii inaangazia dhulma kwa wana, wanapitia wakati wanafanya kazi Saudi Arabia, na tunajaribu kupea government yetu suluhisho ambazo zinaweza fanyika, ndio watu wetu wapate haki, hadhi yao iwe inastirika wakati hata mtu anatoka kwenda kufanya kazi. Mojawapo ya yale tunasema ni kwamba wasaidiwe kufuatilia kesi zao pindi mtu amerudi kutoka Saudi Arabia kwa sababu wengine utapata ima mtu amekuja kama amekufa. Pili, tunawambia kwamba waongeze maofisi Saudi Arabia. Vile ilivyo sasa hivi ofisi ni mbili peke yake, na wakati mwingine unapata ukipitia dhulma inabidi usafiri hadi siku mbili kufikia konsula ambayo tunasema inaleta shida kubwa, kwa sababu wale wengine ambao wako katika dhuluma, wengine wamepokonywa simu, amepokonywa passport, so hana ile njia ya kuwa atapea malalamishi yake, na iseme kuwa watu wetu hawatadhulumiwa nchi zingine, itakuwa pale ndani kuna vipengee vya kihaki za kibinadamu ambayo itakuwa inalinda wananchi wetu wakitoka Kenya kwenda kutafuta kazi kwengine. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Trace Kenya Paul Adhoch amesema humu nchini takriban wanawake elfu kumi na nane hulanguzwa kila mwaka huku akitaka uchunguzi wa kina ifanyike ili kutambua kiini cha vifo vya wanawake wanaotoka kazi ughaibuni. Kifo ipo, nafikiria kwamba kuna wasichana takriban laki nne na kwa laki nne lazima kutatokea natural death. lakini karibu kila kifo ambacho inatokea kule Middle East huwa tunapata ile barua inaonyesha kwamba yule alipata mshtuko wa moyo. Sasa hiyo ndio tatanishi, haiwezekani kwamba watu mia moja wame, wamekufa na kila mmoja alipata heart attack. Wengine labda wanaaga na Uh, labda figo imepotea, lakini familia ikimpokea mwili mara moja maramoja wanazika tu kwa uh, desturi za huku kwetu. Tumejaribu kufanya kazi pamoja na mashirika mengine kuweza kutambua kwamba mwili ukiregea lazima tu, tuipeleke tena postmortem kuhakikisha kwamba tumebainisha ni nini ameaga kwa sababu gani. Iliyobaki sasa ni kusubiri na kuona iwapo serikali ya Kenya na ile ya Saudi Arabia zimeweka sera na sheria za pamoja za kuhakikisha hamna mtu anayedhulumiwa kikazi na haki zake za kibinadamu pia ziheshimike. Diana Wanyonyi, Mombasa, RFI Kiswahili. Msikilizaji, ngoma ikipigwa sana bila shaka hupasuka. Kwa nukta hiyo, msikilizaji, makala haya yanafika kikomo, ambapo kwa kina tumeangazia masaibu wanayopitia wafanyakazi wa nyumbani wanaokwenda kutafuta ajira katika mataifa ya ughaibuni. Kwa niaba ya mwenzangu Diana Wanyonyi, ambapo kiasi kikubwa amefanikisha makala leo, jina langu mimi ni Bwana Benson Wakoli. Hadi makala yajayo juma lijalo ndani ya idhaa hii ya RFI Kiswahili, kwa heri ya kuonana, msikilizaji.